Zamani kulikuwa na taarabu na bado ipo, si ndio? Basi waimba taarabu na kikundi, hata sikikumbuki kilikuwa kinaitwa nini, ila nakumbuka sentensi moja walikuwa wanaimba, na leo na mimi nitajitahidi kuimba kama nitaweza. <laughs> Ujumbe ndio wa maana, sio mipasho yake, sawa? Kaaimba: anabweka bweka ovyo bila ya kumchokoza, acha vitu vinono, anakula vya kuoza. Hapo namaliza. Kwa, kwa ufupi wa maneno, kicha kimemuanza. Sasa wewe i unayeacha vinono ufuate vya kuoza, kwanza unaanza kubweka bweka ovyo, ninyi sio hivi na hivi na hivi, kama mnanchokoza mimi, mnadai zaka na nini na nini, mimi nahama. Huyo ni mbwa anaanza kubweka bweka, kubweka ovyo na hajachokozwa, anaibuka hapa, natolea viongozi, baba paroko msaidizi, eh, shemasi, sina nini matusi, matusi. Huyo anayebweka bweka ovyo bila ya kumchokozwa kichaa na mwanza. Kwa hiyo anabweka bweka ovyo bila ya kumchokoza. Hatua ya pili, acha vitu vinono anakula vya kuoza. Biblia mnayo maandiko matakatifu, sakramenti anaziacha, amedanganywa, anafuata matapishi vya kuoza hapa na maaliza ya kwa ufupiwa mm -hmm. Maneno kijia kimemuanza sasa, sitaki na nawasisitiza nyie waimarishwa, kusitokee anayebabaika kimani, muwe nguvu. Endeshe ya parokia kesho, tuwaone misa, sio leo mpige sherehe huko, jumapili ipite bila maadhimisho, na dominika nyingine zote endelea kama kawaida, na imarika zaidi uwaimarishe wadogo wako. Ndiyo wito Petro aliombewa na Yesu akasema, nimeona shetani anataka kupepeta na kudondoka, lakini nimekuombea na utakapoimarika, waimarishe ndugu zako. Na nyie mnaimarishwa kwa kipaimara, waimarisheni wadogo zenu, waimarisheni hawa wanaobabaika wanaobweka bweka ovyo bila ya kuchokozwa, ili warudi liwe kundi moja chini ya mchungaji mmoja.